iye yeah. wale watu wetu vijana yeah. waeteza wa na wamama wa yes. tuwakishe yeah, yeah, yeah. ando na tuende nyumbani. Tumeona wanasiasa wengine wamekuja hapa wakajifanya wanaungana na sisi, tukajitoa wale wamekuja nao wamewalipa sisi, tumeona na tumewabazi na tumewaambia yeah, yeah, yeah takialaeingine yeah, yeah, yeah. Hatuingi okotoko hatuingi okokaduka za watu yeah, yeah. Sisi maandamano yetu iao kwa barabara, sisi tuko na amani, hatutukani mtu, hatupigani na mtu sisi yeah. Kama vijana wa Kakamega leo tumekuja hapa yeah. Uh, kuona wale watu wetu This is a memorial march in remembrance of our uh, young soldiers ambao, yes, walikufa our sisters and brothers ambao, yes, walijitokea kutetea nchi hii na sisi tukasema, we cannot let a day like this iende hivyo mpaka watu wajue hao walikufa kama mashujaa. Na sisi tumekuja hapa tukasema, we are going to have a very peaceful march. Sisi maandamano yetu si ya wizi, si ya kutukana watu, si ya kuibia watu. Tunataka watu ambao wanafanya biashara Kakamega wasiogope au endelee na biashara zao, wale ambao wanaa safiri kile kitu ambaye tunaona, wamesema we shall protect ile vitu yote ambayo iko hapa, kwa sababu hatutaki mwanasiasa, tumeona hiyo ufala mahali bwanasiasa yes. Ana mobilize watu yes. Anakuja kuwalipa pesa kwa maandamano yetu yes. Na sisi tutakufuata. <tip> Leo umekuja na watu umelipa watu hapa, na sisi tumewamak an hao vijana na wasichana wamekaa rada yao tumefukuza hao watu wameenda. yes. <tip> yes. <tip> <Sisi tumawana>. yes. <tip> yes. Tumeona <Tit mic noise> wanalipa magunzi, wanalipa wanasiasa wa Kakamega wanalipa wamama wasoko na kina nani, tunawajua, wanashindaga wanazungukia hapa sokoni, tunawajua <tit> yes. Tutakuwa tuna deal nao next time wakajaribu kuingia kwa manamano, maandamano yetu na yes. Tunawaambia hivi, serikali hii ilikuwa tu maandamano yetu ya ku ya ku commemorate our fallen heroes lakini maandamano ya Ruto inakuja. Yes, kwa majina Ramadhani Faruk, na sikiza hii message kwa William Samoei Ruto ambaye ni president wetu. Nataka nikuambie hivi, bwana William Samoei Ruto ni president wetu, mtuambie ukweli, ule jamaa alipigwa risasi pale alikufa ama mnaficha nini? Hiyo ndio kitu tunavaa tuongelee. Ndio. Itu yes. Yes, yes, hatuna silaha yoyote, ni simu na kofia peke yake so yes. Utuangalie huyo jamaa kama alikuva, mtuambie leo yes. Yes, yes. Leo tukali kwa barabara yes. yes. inapewa